Ni mahafali 23 ya taasisi ya uhasibu kampasi ya Singida. Mamlaka mamlaka iliyopewa na sheria sura namba 245 iliyoanzisha taasisi ya uhasibu Tanzania, natamka kuundwa kwa mahafali ya 23 ya taasisi ya uhasibu Tanzania kampasi ya Singida. Mkuu wa Mkoa wa Singida Halima Dendego ameomba wahitimu hao kutumia teknolojia ya mitandao ya kijamii kama fursa ya ajira kulingana na mabadiliko ya kimazingira. Ninapenda kupongeza jitihada hizi. Wapendwa wahitimu wetu, leo ni siku ya furaha kwetu, ni siku ya furaha kwenu, lakini ni pia ni mwanzo wa safari mpya katika maisha yenu. Elimu mliyoipata ni nguzo muhimu katika kuyafikia mafanikio na ndoto zenu, lakini dunia sasa inahitaji maarifa yanayoendana sambamba na teknolojia katika zama hizi za mapinduzi ya kidijitali na akili unde akiliunde soko la ajira limebadilika sana na kwa kasi kubwa. Ajira nyingi sasa zinahitaji ujuzi na teknolojia, lakini kubwa, ubunifu na uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira. Hivyo ninawaomba sana, kumbatieni teknolojia na akiliunde katika kazi na biashara zenu. Tumieni akiliunde kuongeza ufanisi, ubunifu na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Tumieni mitandao ya kijamii kwa maendeleo badala ya kuitumia vibaya, itumieni kujitangaza, kutangaza biashara zenu, kujifunza na kuunda mtandao wa fursa, kwa maana networking. Kuweni wanyenyekevu wa maarifa, dunia inabadilika kwa kasi, msichoke kujifunza mambo mapya kila siku. Kuweni waadilifu na wabin, wabunifu wa hali ya juu. Dunia ya kidijitali inahitaji watu wanaoaminiwa, wenye maadili na wanaotumia teknolojia kwa manufaa ya jamii. Kumbukeni, teknolojia haiondoi ajira, inaumba ajira mpya kwa walio tayari kujifunza na kubadilika. Hivyo basi, tumieni elimu yenu na teknolojia yenu kama nyenzo ya kujenga, kujiajiri na kulitumikia taifa kwa uaminifu mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mwaka huu wa masomo 2024-2025 kampasi ya Singida inajivunia kutoa jumla ya wahitimu 1490. Kati ya hao wanawake ni 733, sawa na asilimia 49.2, na wanaume ni 757, sawa na asilimia 51.8. Kati yao ngazi ya cheti cha awali wahitimu ni 330 na 388, astashahada ni wahitimu 389, stashahada ni wahitimu wa 373, na shahada ni wahitimu 340. mheshimiwa mgeni rasmi, wahitimu hawa wanawakilisha takriban asilimia 13 ya wahitimu wote wa taasisi kwa mwaka huu ambao ni elfu kumi na moja mia tatu themanini na mbili wa mwaka wa masomo elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano kutoka kampasi zetu zote nane, yaani kampasi hii ya Singida uh, Dar es Salaam, Mbeya, Mtwara, Mwanza, Kigoma, Zanzibar na Tanga. Takwimu hizi zinaonyesha wazi kuwa kampasi ya Singida inaendelea kukua kwa kasi, pia inachangia kwa kiasi kikubwa katika kuzalisha wataalamu wa uhasibu, ununuzi na ugavi, usimamizi wa biashara, rasilimali watu na masoko. Mheshimiwa mgeni rasmi, udahili wa wanafunzi katika kampasi yetu ya Singida umeongezeka. Mwaka 2024 2025 Kampasi ya Singida ilidahili wanafunzi 2623 ikiwa ni ongezeko la asilimia 24 kutoka wanafunzi 2115 mwaka 2021 2022 miaka mitano iliyopita. Hii inaonyesha kuongezeka kwa imani ya elimu inayotolewa na TIA kwa ujumla na hapa Kwenye kampasi yetu ya Singida. E, mi laitwa Johnson Edward ni uh, mhitimu uh, kutoka chuo cha TIA. Ni uh, mehitimu degree katika fani ya uhasibu mwaka huu hapa. Uh, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa sababu haikuwa rahisi kwa miaka mitatu yote ambayo tumekuwa tukisoma mimi pamoja na wahitimu wenzangu. Hivyo ni jambo la kuweza kufurahia eh, miaka mitatu ya kile ambacho tulikuwa tunakipambania. Uh, kikubwa ni kwamba kuangalia kila fursa ambayo ipo mbele yetu na kuangalia namna ambavyo unaweza ukaitumia uka, uka, uka hiyo fursa ikakunufaisha kimaisha bila kuchagua. Unajua kuna, kuna, kuna ile hali ambayo vijana walikuwa wanachagua kazi eh, kuna mwingine leo amehitimu anataka apate kazi hiyo hiyo ambayo ameifanyia kazi kwa wakati huu hapa, kabla hijaja, unaangalia fursa ambayo ipo, ili mradi ni ya halali unachacharikia. moment gani ambayo utaikumbuka kipindi ilichokuwa hapa chuo? Ah, ni moment ambazo zilikuwa zinanikutanisha mimi pamoja na ndugu zangu wanafunzi wenzangu ambao tumekaa kwa miaka mitatu, kusema la ukweli, na wanasema mafanikio wa siku zote hayaji kirahisi. Nilikumbuka moja kati ya moment ambayo ilikuwa inatusaidia pia sala, ni swala la kuwahi kwenye group discussion. Ilifika kipindi ambacho sisi kama wana kikundi tuliamua kwamba atakayekuwa anachelewa kwenye, kwenye, kwenye group discussion, basi huyo atakupa analipa fine ni moment ambayo ilikuwa inawakimbiza watu sana, lakini mwisho wa siku matokeo yalikuwa ni mazuri, kutokana na jitihada kama hizo ambazo tulikuwa tunazitambua tunazichukua. Mimi kwa majina naitwa Aisha Hassan, ni mhitimu ngazi ya bachelor degree mwaka wa 2025 katika chuo cha uhasibu TIA Singida. Kazi haikuwa rahisi, Tamshukuru Mungu mpaka hapa tulipofika. Tumepitia vitu vingi, tumejifunza vitu kibao. Ujuzi niliopokea kutoka TIA Singida umenisaidia mimi kuweza kufungua biashara yangu mwenyewe. Kwa sasa hivi nina biashara ambayo inanisaidia kupata pesa kujikimu kimaisha, mahitaji madogo madogo, huku naendelea kutafuta ajira taratibu.